Tumefikia kikao cha ishirini na sita na tuko katika somo la tatu, na katika somo la tatu hili ambalo tumeanza katika vikao vilivyotangulia mazungumzo yetu ambayo tuko nayo sasa hivi ni kuhusiana khums. Tumeelezea yanayohusiana na saumu na tukamaliza. Na sasa hivi tunazungumzia kuhusu khums. Khumsi ni kitu gani? Khumsi ni wadhifa wa kiiktisadi, wa kiuchumi, wa kimali. Yaani kwamba kuna baadhi ya ibada ambazo e, zinahusiana na uchumi yani, ni wajibu katika mambo ambayo yanahusiana na mali na sababu nini? Kama vile tunavyokuta pia, saumu kama tulivyoelezea, ni wajibu ambao unahusiana na kiwiliwili na nafsi ya mtu <coughs> na pia ina faida miongoni, kama tulivyoelezea, ina faida ya siha ya mtu, faida ya kiwiliwili, kando na faida zingine za kiroho. Ama khums ni ibada ya kiuchumi ni wadhifa na wajibu wa kiuchumi ambao kwa sababu ya kuwa kama vile serikali ilivyo serikali ina mahitaji ya kushughulikia jamii iliyoko chini ya serikali na na wananchi, kwa hivyo inahitaji fedha za kuweza kushughulikia na kutekeleza majukumu yake na majukumu ya jamii wahitaji ambao wako na kupangia mambo ya mashule na eh, sehemu, na mambo mengine yaliyoko sasa. Vile vile Uislamu nao kama serikali, Uislamu ni, ni jamii unashughulikia jamii kwa ujumla. Jamii ya kiislamu ina mahitaji, inahitaji misikiti, inahitaji shule, inahitaji eh, madrasa au tuseme hauza inahitaji inahitaji, na kuna watu ambao pia wana haja zao ambazo wanahitaji kushughulikiwa katika jamii, na hizi pesa au mahitaji haya ni yanahitaji mali, yanahitaji fedha. Sasa njia ambayo Uislamu umepangia ni kwamba nini, ili kuweza kushughulikia jamii, inabidi watu katika mali yao waweze kutoa kitu kama vile nini, hizo khums Serikali inaitisha ushuru lakini Uislamu haitishi ushuru. Inaitisha nini? Inaitisha e, humsi na inaitisha zaka. Hii hizi ni za kufanya e, shughulikia jambo hili. Na tukiangalia pia hata katika Ukristo e, ikiwa watatekeleza jambo hili wako na kitu kama hichi ambacho wanakitoa wanakiita kumi, sehemu ya kumi, yani a tenth wanaipatia huwa e, kwa vile kanisa ndio inashikilia shiki, shiki, mambo ya, yake ya jamii basi wale wafuasi huipatia kanisa ile tenth ya kushughulikia mambo yale. Sasa khums <coughs> ni nini? Ni khums ni a fifth, yaani moja katika tano, sehemu tano au tukirudi kwa upande wa percentage ni 20% inayotolewa katika vitu saba. Vitu saba hivi ndivyo mtu ambavyo anatakikana kuvitolea hiyo 20% na kukabidhi wasimamizi ambao ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa alikuwa yeye ndio anastahiki kukabidhiwa na yeye yeah. Anapokuwa hayuko, maimamu ndio wanachukua jukumu lile. Ye yeah, maimamu wanapokuwa, katika hali, kwa mfano kama sasa, katika ghaiba, marje taklid ndio wanachukua jukumu hili. <coughs> Sasa ni vitu gani ambavyo vinatolewa? Tukiingia kwenye mazungumzo haya kwa undani, vitu gani ambavyo vinatolewa humsi? Mtu ambaye ana vitu hivi anatakikana kuvitoa, kitu cha kwanza ni faida zinazopatikana katika biashara, ufundi, kazi, kuajiriwa na faida kama hizo, faida zozote ambazo zinapatikana kama hizi. Na wengine pia wanasema faida ambayo inapatikana, kwa mfano mtu amepatiwa zawadi au labda baadhi ya maulama wanasema vile, au urithi, mtu amepata ghafla tu, ni faida ambayo imeingia ndani, ulikuwa huna sasa kwa ujumla zinatolewa lakini, kwa ujumla faida zinazopatikana mtu, kwa mfano mapato yani ya, ya, yale unayapata, hii ni katika faida. Kwa hivyo hii mtu anatakikana aitolee nini khums. Na tutaelezea vipi zinatolewa, kwa njia gani, maelezo kiasi fulani zaidi. Kitu cha pili ni maadini, maadini ambayo hutoka kwenye ardhi <clears throat> hizi pia zinahitajia kutolewa yani, mtu akisha, akiingia ikiwa kazi yake ni kuchimba na kutoa au amechukua jukumu hilo la kufanya nini ya? la kuchimba na kutoa dhahabu e, kama hizi basi, baada ya kuzipata anatakikana atoe humsi yake, yani 20% ya faida yake anayoipata, yani ima ni dhahabu ima ni fedha ima ni chuma ima ni e, <coughs> kitu kama vile kibiriti ima ni michu, eh, eh, kwa mfano mercury, chumvi, na vitu vingine ambavyo vinaingia katika hesabu ya nini, ya maadini, vinavyotolewa kwenye ardhi vina faida, yaani ni vitu ambavyo vina thamani, vikitolewa kwenye ardhi vina thamani vikiuzwa. Hii ndio katika maadini <clears throat> kitu cha pili. Cha tatu ni hazina au treasure kwa Kiingereza. Mtu ameenda labda amenunua ardhi alipokuwa akitaka kujenga nyumba yake, au akifanya ukulima, kulima akapata ya kwamba kuna hazina iliyokuwa imezikwa siku nyingi za nyuma, ikiwa haina alama zile, ya kwamba ni alama ya kwamba ni mali ya serikali, kwa mfano ni ya mali ya mtu fulani, basi ile hazina inakuwa nini, ni katika mali ambayo inahitaji. Kitu cha nne ni Ngawira. Ngawira ni vitu ambavyo vinapatikana katika vita, yaani watu wamepigana, nchi zimepigana mbili au majeshi na majeshi wamepigana tofauti. Katika kupigana kule wamewashinda hawa, katika kuwashinda, kama siku za nyuma vile ilivyokuwa, ilikuwa ni silaha zile zinapatikana, mapanga, sijui e, nguo zile za vita ambazo zinavaliwa e, na <coughs> na farasi na nini, vitu kama hivi vyote vinahesabika, vinaitwa ngawira. Hivi vinatolewa humsi. Na jambo la tano ni vitu vinavyopatikana baharini. Kuna vitu ambavyo vinapatikana vya thamani vinavyopatikana baharini kama vile lulu, marjani. Hivi vitu mtu akizama, akiingia ndani ya maji alafu kisha akawa ametoa, labda huenda ikawa ndio kazi yake yeye, ni mtu wa kuingia kuzama na kupiga mbizi na kuingilia, kuingia ndani ya maji na kutoa ima kwa kutumia meli au nini. Sasa hivi vitu pia vikishapatikana vinahitaji kutolewa. Jambo la sita ni mali ya halali iliyochanganyikana na mali ya haramu, yani mtu alikuwa na mali yake bahati mbaya ikachanganyikana mali yake na mali nyingine ambayo ni haramu, basi anahitaji kutoharisha maji mali yake kwa kutoa humsi katika ile mali. Ndio, si ni mali ambayo inaweza kuwa ikiwa inajulikana ni kiwango gani maji mali ile ambayo imechanganyikana na ya halali, kama inajulikana, itatolewa hiyo hiyo mali, amna haja ya kusema ya kwamba eh, kwa sababu kama ni nusu kwa nusu, hiyo nusu ambayo ni haramu inatenganishwa, amna cha 20% na. Lakini ikiwa ni mali ambayo imechanganyikana, lakini unajua ya kwamba kiwango kilichoingia cha haramu si kikubwa sana, hata ingawa kijulikani, basi hapo ndio unatoa nini, hiyo a fifth au khumsi eh, au tuseme 20% ndio unaitoa <coughs> Jambo la saba ambalo ndio la mwisho katika vitu hivi ni ardhi. Katika sehemu za nchi za ya Kiislamu kuna sheria ambayo huwa ipo ya kwamba, hata katika nchi nyinginezo ni kwamba walioko chini ya serikali, kuna mkataba ambao huwa upo ya kwamba mwananchi anakubaliana, na ndio sababu anapewa kitambulisho, anapewa badhe certificate eh, na haki zingine anapewa yani, kwamba kuna mambo ambayo yeye atafanya na serikali nayo ina haki huyu. Eh, mtu anakuwa na haki ya kwamba ahifadhiwe, yani kukitokea vita nchi nyingine ikivamia serikali ndio itakuwa inamwangalia na nini, na pia vile vile, akisafiri akienda nchi za nje, serikali ndio itamwangalia akiwa katika kule labda nchi hii na ana kitambulisho cha nchi yake na au pasipoti basi ile nchi itakuwa inamtetea katika nchi ile nyingine na kufata haki zake. Hiyo ndio hali ambayo ilivyo. Kuna mkataba baina yake ya na serikali ya kwamba mimi nitafanya hivi na nyinyi mtafanya hivi. Vile vilevile tangu wakati wa Uislamu, serikali ya Kiislamu inafanya mkataba na makundi yasiyokuwa ya Kiislamu ya yaani watu wale ambao sio Waislamu. Serikali ya Kiislamu inakubaliana nao kwa mfano Wakristo au Mayahudi wanakubaliana na serikali ya kwamba sisi tutabaki na tutafata sheria zile za nchi ya Kiislamu, na wao pia tuta, itakapotokea vita, serikali ile itanisaidia kunihifadhi na kunichunga, nao pia pia mimi pia ikitokea kama nitahitajika pia kusaidia kutetea na kupigania nchi, basi na naye atakuwa vile vile. Kwa mkataba huu unakuwa nini, wanatoa malipo ambayo yanaitwa jizia, kama vile watu wa kawaida wanatoa nini, tax yaani ushuru na mambo kama hayo, kwa serikali, nayo serikali washughulikie vile vile. Wasiokuwa Waislamu katika serikali ya Kiislamu, katika nchi ya Kiislamu, wasiokuwa Waislamu wanatoa kitu kinaitwa jizia, yani ni tax maksusi ambayo wanatoa nao. Wanapotoa basi wanakuwa na haki kadhaa ambazo wanazitoa. Lakini sasa, huyu anaitwa nani? Mtu ambaye yuko chini, Mkristo ambaye au Myahudi ambaye yuko chini e, ya serikali ya Kiislamu anaitwa nini? Dhimmi, ni dhimmi. Dhimmi ni mtu ambaye si mwislamu iko chini katika serikali au katika nchi ya Kiislamu na ana mkataba na serikali. Sasa, huyu kufuatana vile ilivyo pia katika sheria ni kwamba yeye atakaponunua ardhi ya mwislamu au apatiwe zawadi na mwislamu ardhi kama zawadi basi anatakikana atoe khumsi pia vilevile. Akinunua kiwanja cha mwislamu, ardhi ya mwislamu, inabidi pia atoe 20% kupatia nini? Ataipatia serikali, kwa sababu serikali ndio ina jukumu la kupokea, anatakana kutoa khumsi, yani hii khumsi ni hiyo 20% katika pesa zile ambazo, ikiwa amenunua kiwanja cha mwislamu kabla ya kukimiliki hii hivi ndio vitu ambavyo vinakuwa ni wajibu kutekeleza katika serikali katika nini, e, ka, katika khums ni wajibu kuvitoa. <coughs> Sasa kuna mambo ambayo pia hukumu kadhaa ambazo zinahusiana na hii. Nukta ya kwanza ni kwamba kiwango cha khums ni kiasi gani? nilikuwa nimeelezea ni a fifth ambayo inatoshana na 20% ambayo ndio anatakana akishaipata Nukta ya pili ni inatolewa kwa mwaka mara moja, yaani kwa mwaka, kila mwaka ndio anatoa. Yani vipi? Yani maana yake ni kwamba akipokea kitu inabidi wewe kwanza, kama Muislamu, utengeze mwaka wako wa khumsi, yaani katika mwaka useme ya kwamba mimi kama vile serikali huwa ina siku ambazo wanafanya wanatoa bajeti yao na kutoa ilani ya kwamba pesa zetu zimekuwa hivi, tumetumia hivi na tu, tunapangia hivi kufanya. Basi siku, mwaka wa budget, wengine wanaweka ni mwezi wa sita wengine mwezi wa ngapi wa saba nini. Sasa huyu muislamu pia anatakana kuwa na mwaka wake wa khums ambao sasa ndio atakuwa akifanya nini, anafanya hisabu yake ya khums katika mwaka huo. Sasa hii ikiwa atafanya mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa... vyovyote vile, katika sasa wakati huo ndio wakati wa kulipia homes. <coughs> Na mtu anapotoa anatoa homes yake baada ya kutoa matumizi. Matumizi yako aina mbili, ikiwa ni maadini, alikuwa akichimba kuna pesa zile amezitumia mpaka akaweza kuchimba na kutoa madini hizo, anazipunguza katika faida iliyopatikana ya madini alafu fai, pesa nyingine anazotoa matumizi mengine ni matumizi yake ya mwaka mzima, yaani kwamba yeye anahitaji kula, anahitaji kunywa, anahitaji mambo yote ambayo anahitajia, anatakikana kuyatoa katika hesabu zake zile, na iliyo ziada basi hapo ndio anatoa khumsi. Yaani, kwa mfano kama sasa amepata e, e, maadini hayo, au kwa mfano vile vile mapato yake amepata mshahara kila mwezi, anatoa matumizi yake, labda pesa zingine anaziweka za zi, ziada anaweka kwenye akaunti yake ya, ya banki. Sasa mwisho wa mwaka pesa zile zilizokusanyika zilizobaki ndio anazozitolea nini khumsi. Na kama ni kitu kwa mfano hiyo maadini ameuza, zimepatikana kwa mfano milioni moja imepatikana pesa yeye zile pesa ataziwacha kwa mfano, aziweke kwa mfano mpaka mwisho wa mwaka. Mwaka utakapoisha, katika mwaka wake wa hesabu ya khums atakuwa ametumia matumizi matumizi, yake ameyatoa, ya zile zitakazokuwa zimebaki ndio atakazotolea khums. Nukta ya nne ni kwamba khums inapewa nani? Kama tulivyokuwa tumesema khums anayestahili kuipokea ni mwenyezi Mungu, lakini sasa mwenyezi mungu hashuki, bali mtume wake ndio anaipokea na pia akiwa mtume hayuko, basi imamu ndio anaipokea. Na katika zama hizi kwa vile imamu yuko katika hali ya ghaiba, ni marja ya taklid ndio anaipokea au mtu aliyeidhinishwa na marja ya taklid kuipokea. Na inatumika katika sehemu mbili. Yenyewe inagawanywa katika sehemu mbili ikishapokewa, huwa ni ina makundi mawili. Kundi la kwanza inaitwa sehmul imam, sehme imam na sehme, e, sehme ya pili inaitwa sehme nini, saadati. Sehemu ya imamu ni ile ambayo kiwango kile cha nusu kinakuwa ni haki ya imamu yeye, yani kinatumika katika ma, ma, kutumia katika mambo ya kidini madrasa kutengeza madrasa na shughuli nyinginezo ambazo ziko kuendesha, kama kusimamia e, ma, mo, wenye kufanya tablighi na kufundisha dini na kute, kusimamia miasasa ya kidini hiyo ndio inatumika katika hizo, na hii nyingine nusu ya pili inapatia watu ambao wanatokana na kizazi cha mtume maseid ambao ni wenye kuhitajia maskini. Hii ndio habari yote, inahusiana na, na khums na tumemalizia hapo insha Allah e, tukutane kwenye kikao kingine wassalamu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ahkam za fikhi sehemu ya ishirini na sita khums khums ni ahkam inayohusiana na mali na uchumi kiwango cha khums kiwango cha khums ni moja katika tano au 1 over 5 yani asilimia ishirini kutoka kwenye vitu saba. Khums hupewa Mtume au imam au mujtahid. Vitu ambavyo kwamba vinatolewa khums: faida ya ziada kutokana na inayotoka kwenye biashara, maadini, hazina, ngawira, vitu vya thamani vya baharini, mali ya halali inayochanganyika na mali ya haramu Ardhi kwa wasiokuwa Waislamu dhimmi. Khums inatolewa kwa mwaka mara moja baada ya kutoa matumizi. Baada ya kwamba umetoa matumizi ya biashara, matumizi ya maisha, kitakachobaki baada ya hapo ndicho utakachokipigia mahisabu ya kwamba asilimia ishirini, yani kutokana kutoka kwenye mia, asilimia ishirini iweze kutolewa kama unuani wa khums. Matumizi ya hums sehemu ya imam inatumika kwa kazi za dini, ambapo kwamba ni sahamu ya imam au moja kati ya sehemu ya hums ni inaomwendia ya ya imam. Sehemu hii hutumika katika kuweza kutekeleza kazi za kidini. Vilevile, sehemu nyingine ya hums inaendea wanaohitaji <mulia>